Ubingwa. Tuna furaha sana. Hayo ndo maneno yangu. Brother mmekosa ubingwa mkiwa nyumbani, hii ni mara ya pili baada ya tisini na tatu kufanya hivyo unazungumziaje? Uh, tumependa, ndo mpira mpira ulivo, una dakika tisini tumekubali matokeo na tumeshakubali kila kitu. Hii mechi ilikuwa ni ngumu kweli kwetu, sisi ilikuwa ni ngumu kwa sababu kutokana na linki tuliokuwepo na nini, hawa wametuzidi kitu kimoja wametuzidi kiwanjani na nje ya uwanja, ila tunakubali, kwa sababu mechi tulipanga iwe kwa Mkapa, umeelewa? Mechi tulipanga iwe kwa Mkapa, kwa hiyo ndio matokeo sasa tutafanyaje? Tumekubali. Unasema mechi itakiwa iwe kwa Mkapa. Wewe kwa upande wako, unaona uwanja ni sehemu ya nini kupoteza leo hii ubingwa eh? Uwanja ni sehemu ya kutokana na mashabiki wako wachache, yaani washabiki ni elfu kumi na mbili akati kwa Mkapa alikuwa na mashabiki elfu kumi elfu sitini kwa hiyo capacity hapo ukikalkulate, kuna utofauti, lakini tumekubali. Mpira umechezeka vizuri, muamuzi ndo ameamua matokeo. Tumekubali na muamuzi, tunamshukuru muamuzi, ndo alipeleka ubingwa huko. Kwa upande wako unaona, Simba alikuwa na changamoto kwenye maeneo gani? Simba alikuwa na, alikuwa na changamoto kwenye maeneo baada ya redi redi card ndio imeleta shida, lakini kote zilikuwa fresh. Mpira umechezeka vizuri, redi card ndio imetuletea shida hapo. Redi card ilikuwa rahisi sana lakini redi kadi ndo imetetea shida kupungua, amempunguza mtu muhimu kama Kapombe. Ni mtu muhimu sana kwetu Kapombe. Yani, Kagoma ni mtu muhimu sana kwetu. kwa ujumla, sasa unazungumziaje kama timu inahitaji maboresho kwenye maeneo gani hasa? maeneo yote yanahitaji uboresho kwenye strikes, striker. kwa sababu ukiangalia namba tisa ukimtoa mkwala akiingia teba bado kuna shida. namba kumi naye pia ana changamoto lakini ni maeneo mawili tu, kingine kwa ujumla unazungumziaje, kocha? Kocha uko vizuri sana katika makocha ambao ni bora. Hapa tunatengeneza kikosijuma nikwambie ukweli, hapa tunatengeneza kikosi. Hiyo tunaangalia mapungufu, niseme kurekebisha tu machache, ila kocha hapa tunatengeneza, yani timu hapa tunaitengeneza. Fadru ametufikisha mbali sana. Fadru ni mtu clear, yani uko vizuri kabisa na anafanya vitu kwa uhakika, yani yuko vizurisana shida aboreshwa kikosi lakini mambo yote kwa kwafadu, ni unyama na tumekubali. Kutokana na matokeo tumekubali, tumepewa medali 93 mjomba tatu, umezaliwa <laughs> eh, 93 umezaliwa, watu walivaa medali. Hii ni ya pili, alafu ni uzembe. Tulishindwa tuli kuvuka nusu finali, tulishindwa kuvuka nusu finali kama Simba kwa miaka kibao lakini tumevuka nusu fainali na tumefika mpaka fainali sasa. Tunachokihitaji sisi sasa hivi, wana Simba, tumeshavuka fainali mara mbili, tumekosa hii ni mara mbili. Ya tatu tunachukua. Simba nguvu moja.